Kwa zaidi ya wiki mbili kaunti ya Mandera imekabiliwa na maradhi mawili aina tofauti na hatari, kipindupindu na yale mapya ya chikungunya. Kaunti hiyo kwa ushirikiano na shirika la msalaba mwekundu inajizatiti kuimarisha kinga na tiba ili kupambana na magonjwa haya. Stanley Mbichu amekuwa Mandera na anaeleza mengi zaidi. Hata watoto iko naye, hata watoto iko na hiyo mgonjwa, na hiyo mgonjwa sijai kuona Kenya leo ndio Kuliona, nake, nini, nini, kadutu, kadutu, kwa Kisomali kadutu. Ugonjwa huu humfanya mtu kupandwa na joto, kuumwa kwa mifupa, kuumwa kwa kichwa na uvimbe mwilini. Medical officers and people in health facilities Mama Lelo anakabili hatari ya kuambukiza kipindupindu jikoni na chooni kwake, kuna hitaji usafi wa dharura. Jamii nzima, hasa watoto, wako hatarini zaidi ya kuambukizwa kipindupindu ambayo tayari imesababisha vifo vya watu 18. Sekta ya afya Mandera na shirika la Msalaba Mwekundu wanauhakika kwamba hatua dhabiti zimewekwa kufika sasa hasa katika kuyasafisha maji ya kunywa yanayotumika kutoka mto Daua.

Hifadhi hii kama hifadhi zingine zote katika kaunti ya Mandera itabaki wazi ili kutoa msaada wa kimatibabu kwa wagonjwa wote watakaokuja hapa ili kupata msaada zaidi. Stanley Mbichu, KTN News kutoka kaunti ya Mandera.